Sura ya nane mstari wa ishirini na sita inatupa kitu cha nne: Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Ungoja nikwambie ukweli, watu wengi nasema, jamani, cote tukaombe nyumbani, akipiga magoti usingizi unamwingia <laughs> akianza kuomba baba katika jina lazima neno naisha. Sasa ombe nini? Na wewe umeambiwa uombe saa nzima, anaomba nini? anasema na roho naye utusaidia. Warumi nane ishiri na sita, roho naye utusaidia kwa maana hatujui kuomba inavyotasa. Anasema kadhalika, roho naye anatusaidia, utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. kwa ukiona vita kama unaomba mambo ya endi unajisikia mzito, roho mtakatifu yuko pale anakwambia, mbona uniti naomba. Ujifunze roho mtakatifu Sitaki itabia, nahitaji kujua kuomba. Nikiingia kuomba, nisikie bubujiko, nisikie namwomba Mungu, nisikie nguvu, nisikie raha. Nisiombe kwa sababu nimeambiwa niombe, niombe kwa sababu kuna ndema ndani yangu inafanya niombe. Anasema naye Roho utusaidia. Parakletos anatusaidia kwa ajili ya kuomba kwa namna ambavyo Mungu anataka. Jambo la tano na la mwisho, ambayo ndio somo la leo Roho Mtakatifu utuongoza. Roho Mtakatifu utu. Ngoja nikwambie kitu. Unapokuwa umekuwa na kiongozi mbele yako ni kwamba wewe unakuwa nyuma, yeye anakwenda yeah, mbele. Uamuzi wa kuendelea ni wanani? Kuongozwa naye ni wanani wanani? Watu wengi Roho Mtakatifu anataka kuwaongoza lakini hawataki. Warumi nane kumi na nne. Tutaelewa, nasemaje? Roho Mtakatifu anataka kuwa kiongozi wa maisha yako, anataka kuwa ni msaada wa maisha yako, anataka kukaa ndani yako, kiongozi mkuu wa maisha yako. Anasema kwamba kwa kuwa wale wanaoongozwa na roho wa Mungu, au ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ina maana usipoongozwa na roho wa Mungu wewe sio mtoto wa Mungu. Unaweza kuwa unakuja kanisani, unaweza kuwa unavaa nguo kama, unaweza kuwa mimi unaweza kuwa una, una, unaimba na kwaya lakini una Mungu, Mungu alishakuacha. Anasema atasema siwajui nyinyi mmetokea wapi, kwa sababu Roho Mungu ndiye anayeweza kuongoza na kutusaidia, ni kiongozi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa nisikilize, unawezaje kuongozwa na Roho Mtakatifu? Nisikilize kwa makini sana, Yohana 3 3 mpaka 5 tusome. Yohana sura ya tatu mstari wa tatu mpaka wa tano. Bwana Yesu anasema hivi alipokuwa anaongea na Nikodemas, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme mengunu. Alafu anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme huo. Mstari wa nne, Nikodemo asiakamwambia sasa wewe hivi mimi mzee namna hii na mvi zangu naweza kuingia tena tumliko mama yangu nikazaliwa tena ko? Anasema kwamba anamwambia kwamba, Nikodemo akamwambia, awezaje mtu akiwa mzee, awezaje kuingia tena mama yake tena akazaliwa mara ya pili? Mstari wa tano, Yesu akamchima na hakika nakwambia, mtu asipozaliwa kwa damu na kwa moto na kwa maji awezi kuingia katika ufalme. Nasema kwamba Yesu akamjibu, amini na mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho awezi kuingia katika ufalme wa. Maana yake ni uweze kutimiza ami za Mungu bila kuzaliwa. Kuzaliwa kwa maji maanake ni, isikiza kwa makini hilo nielewe. Kuzaliwa kwa maji maana yake kwamba, anasema enendeni ukafanya nafunzi mataifa, kuwa nini wanafunzi, mkiwabatiza. Ubatizo sio maji nawasema pale, ubatizo kuacha mambo ya kale, kuamua rasmi kwamba sasa mimi ninaamua kuokoka na acha dhambi na amua kumfuata Yesu. Sasa nasema unapoamua kwanza kumfuata Yesu, kama kama kama kama Petro, majaribu yanakuja, utamwacha njiani Anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, kwa kuzaliwa mara mbili. Kuna kuzaliwa kwa maji, unapokoka, unaamua kuokoka na kuacha dhambi na kubatizwa, hiyo ni kuzaliwa kwa mara kwanza. Kuzaliwa kwingine, kuzaliwa kwa Roho, kuomba nguvu ya Roho Mtakatifu iingie ndani mwako ili kupe wepesi. Bila nguvu ya Roho Mtakatifu, hata tukikuombea hapa, utaacha leo, kesho utashangaa dhambi imekuja pale pale lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako nao, kumti. Anasema, au, anaruwa, mungu, tiu, kumti. na ukaamua kweli kumtii, anasema hao wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Ukaamua kweli kumtii, naomba nikwambie, maisha yanakuwa mteremko, nguvu mpya inaingia ndani mwako, kwa lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho, ili uweze kuona ufalme wa mbinguni. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 ule mstari wa kwanza anasema ikiwa mtasikia sauti ya Bwana Mungu wako na kutii, kutenda haya, ni kwa kizazi leo. mtipo mtipo, utakapokuwa juu, sio chini, kwa kuna vitu vinatakiwa lipe gharama. Roho Mtakatifu leo tutamwomba, ataingia ndani mwako, lakini naomba nikwambie na kuomba, baada ya kuingia ndani mwako, usifanye jambo lolote bila kumuuliza usifanye tendo lolote bila kumuuliza. Usije ukarudi kokote bila kumuuliza. Anasema kwamba ukiamua kutii, kunyenyekea na kuamua kumtii Mungu, anasema ndipo, anasema mkizifuata amri zangu mtaniomba neno lolote, nami na nitafanya nini? Kama umeamua kutomtii Roho Mtakatifu. Naomba nikwambie maisha ya Kristo ni magumu sana. Na ukifanya hivyo ndio maana unakuta kuna watu wengi wasiokuwa watii inabidi afanye ni muujiza. Unahitaji muujiza uliokoka. Muujiza ulionao ni mkubwa sana ndani yako, kuna dynamo, kuna nguvu ya ajabu sana ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuweza kusaidia. Ndio maana Kumbukumbu la Torati 28:1 anasema vizuri kabisa, utakapoisikia. Kuna swala la kusikia Roho Mtakatifu anaongea. Ukamue kutii anasema ndipo baraka hizi zitafuatana nawe, na kama utamua usitii, shughuli yake ni kubwa. Anasema hivi, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, Roho Mtakatifu ndani yako, anasema nakutunza kuyafanya maagizo yake ndani. Utasikia kitu kinakwambia usiende huku, usifanye. Utasikia kitu kinakwambia hiki, hapana, anasema ndio, ndipo Mungu wako atakapokutukuza. Unahitaji kuwa mcheza mpira mzuri, Mungu akupe neema amuokutii sauti ya Roho Mtakatifu. Unahitaji kuwa mwanamke ambaye ni msusi mzuri, Mungu akupe neema amkutii. Anasema nitakutukuza na juu ya mataifa yote duniani. Kwa nini? Kwa sababu ya kutii, na leo sio kama unasoma kwenye vitabu, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Anasema huyo Roho ndani Wala a Ukiamua okay, kutumia Mungu ni mwaminifu, lakini kumbuka, kama kuna jambo linatakiwa kwa ajili ya utii, ni nidhamu. Unajua wana nidhamu, nidhamu ni kuishi maisha ambao, unajua ni mtu ambaye una malengo fulani kwenye maisha. Jana nilikuwa nafanya uchezi sehemu fulani, kwa nikakutana mzee mmoja anaitwa mkuu. Mzee mmoja anauza anguka lake hapa Akaniambia, mchungaji, mimi sina simu ya kisasa, sina simu ya kisasa. Nikamwambia, kwa nini mzee? Ana hela nyingi, kwa sababu akaunti yake nzuri, mb nimepata nafasi ya kuiona, sio ndogo, sio la kitoto, yaani milioni mia moja mia mbili milioni mia moja mia mbili ni hela ya kutosha. Akaniambia, lakini siwezi kununua simu ya kisasa. Mimi simu yangu ni yaka kaka, kaka. Inaitwa je tochi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sina muda wa kuangalia umbea, asina muda wa kufuatilia taarifa za habari ambazo zinisaidia. Okay, akaniambia nina maisha ambayo nimeshatengeneza mimi. Maisha yangu nataka nitaki pesa, watoto wangu wasome, familia yangu iishi vizuri, ndio na maisha ambayo ametulia. Sitahizo simu, nidhamu. Hakuna mafanikio katika dunia hii yanaweza kuja kwa mtu ambaye ana Binti hajamaliza hata form four, anataka iPhone 16. Tuna kizazi cha shabundu, hata mtaji anakuja na iPhone 16, anakuomba msaidie mtaji wa milioni moja. Bwana Yesu asifiwe. Amekana mume wake anambia ninunulie Samsung yako maisha yako mbele kitu gani kinakupush kwenda kwenye kitu ambacho kiko juu sana nidhamu na ukia kuhusu nidhamu hakuna mafanikio unaweza kuyapata dunia hii kama una nidhamu Bwana nikwambia sio mbaya kununua S16 sio mbaya kununua Samsung, eh, Samsung, eh, nani nini iPhone 16. No, sio tatizo kama kwenye akaunti yako una milioni 80 una milioni 200 mimi sina tatizo na hilo lakini mtu mwenye hata kwenye account unaenda kukopa unapewa hela na watu wanakusaidia. Ngoja nikwambie, wale wanaoaaba asikia, yaani binti